Nyi vipi? Si tuujua unatuacha. Nawaacha kwani naenda wapi? Kwa umesahau? Si unaenda kumpokea mama? Hasa kwenda kumpokea mama, mpaka mwende na mimi? Kwa hiyo wendi kumpokea mama, nyi nendeni, mi naenda kumwangalia mwanangu. kwetu wa dada, najitadaga swashike oyo. <laughs> wapi lele jengele, nilikuja kukuambia kuhusu zile picha zinaonyeshia Zuchu. <laughs> uwezi ukaamini dada, shoga aliniambia ni nini? Hey. Eh. Eh, ndio nini? Shoga hayo mambo ya kisasa yi, mwenzangu, hapo ulipokaa unaweza ukashutiwa. Mwali wangu umegeuka snake, huwezi kuamini hivyo. Mimi mwenyewe amenishtua sio, amenichukua sio, amenifanyaje eti nashuka kwenye ndege <laughs> <laughs> kuu, nimegombana na mme wangu dada. Ule bwana nimemzalilisha mie, mpaka naona aibu hmm. Nilimfezeesha naona, hebu kuangalia majirani zahari. Bana, nilijimaliza Kumbe mwalimu, mambo ya AI? Kwa hiyo unataka kuniambia na maana hiyo AI hiyo, kwa hiyo kitendo kile alichokuwa nakifanya kifanya na maana sio yeye, kimetengenezwa si ndio? maana yake ninavyokwambia mimi, nashuka kwenye ndege. Aya, mimi nimeenda lini? uko Dubai nimeenda lini, ndugu yangu? Lakini bibi, mi naonekana che che che, mwalimu wangu, nashuka kwenye ndege. Vipi dada, na wewe mbona kwa mumeo urudi? Mm -hmm. Yaani, wewe acha ya Kibonye, yaani kwangu mimi ile sio ndoa, ile ni ndoano ya kwenda kuvulia samaki baharini. Kurudishwa nyumbani vipi tena? Kaja hapa kuniomba samani, huyo fundi Lama kaniomba samani hapa, o, mimi mke wangu rudi nyumbani, usiku silali peke yangu, chumba kikubwa kinanibana mimi, tena kasema mm. Basi inabidi tu nirudi, kwa sababu mimi ni mke wa nini? Ni mke wa mtu. Kaja kujirudi mwenyewe hapa, ngoja nifanyaje? Nirudi. Lakini Kibonye yule mwanaume yule, siyo mwanaume yule, ni kibao cha mbuzi, ninavyokwambia. Maana yule kila nazi anakuna yeye, ti ti ti ti, weka pale mguu mosi mguu pili. Nashauku zangu zote nilichokutana nacho pale kwa huyo fundi lama kitu gani na wewe yani? Nafika pale fundi Lama, natoka na huyo dagaa wa uswazi ndani kwangu mimi e? Wewe webongela dada wewe. Kwa hiyo yani, vile ulivyowakuta yani, yani umechukua maamuzi gani? Nichukua maamuzi gani zaidi tak ya kuishiwa nguvu? Sina cha kufanya na mabegi yangu dada nimeishiwa nguvu kabisa, nimechoka. Wewe zaidi ya kuishia tu kuulia kutoka machozi pale na kugeuza njia na kurudi hapa. Hmm, uliponikuta mbona unaonyesha udhaifu sana, unatoka machozi? Yaani umeshindwa hata kumkung'uta vibao yule mtoto, hata vibao vya macho tu, akatoka pale amevimba macho. Hey, hey, udugu wachezee kwingine, hangu hagumu dada. Ndio hiyo ai niliyoambiwa na Zuchu, ingekuwa live kweli. Ndio ile kinga mzigo niliouona kweli ha. dada hivi hivi unavyoniona, ila sijui ungesikia taarifa gani? Yaani siamini hicho unachoniambia. Tumemwangalia unalia unalia, ndugu yangu ah. Kibonya nitapigana na wangapi eh? Mimi mwanaume wangu ndo huyo fundi lama, tena analanda vitanda analanda sijui makabati, anaranda mpaka binadamu. Haya, mimi nitapigana na wangapi? Yaani mimi kwa kifupi tu kwamba kule siwezi tena kurudi. Na yani masuala ya kupigana? Hapana. Wewe ndio ungetoa vichwa sasa. Yeah. Wewe si dagaa wa Uswazi na kwambia usijue kutaka mchanga, toa vichwa. Wewe sasa ndio ungemuonyesha mchanga hutaki na vichwa kuvitoa unaweza. Mbele ya huyo fundi rama, afu uone ingekuwaje. Ungenipigia simu moja tu ndugu wangu. Sema ndio wewe mtu akulialia. Ungenipigia simu hii. Tungekuja kutoa vichwa dada. Huh. Mimi sitaki mchezo kwenye penzi langu. Penzi langu nalipatia shida afu mtu aje wewe. Baba. VP Hiyo sasa mpya na na, na, na mwanangu alikuwa anaitwa Kido Mr. It Song pale misugusugu. Huyo akamwambia nilitongoza dem bila kuangalia sura, nikafika geto mchumba saa kasaula michezo ya mm, MC nikagonga chula huku huku kwa babu kuna uma huku. <laughs> na huku na uma pana washa huku huku kwa babu pana uma, mimi nilikwambia wewe, maskini ya Mungu <laughs>

niende kwa daktari pale, nenda kupata daa. Shingapi? elfu mbili bwana ah. <laughs> Sasa uh, elfu mbili elfu mbili usipate dagaa <laughs> wa uswazi hawa wawili. Anyway, anyway, uh, mimi kukupa elfu mbili ni jambo ambalo, uh, halipo ndani ya uwezo wangu. Hmm? Kwa sababu mimi nilikwambia, eh, usimfiche, ah, usimuone na nini? Kama laiti kama ningemuona eh, mimi ningekwambia kwamba huyu huyu ana gono, huyu ana UTI, huyu ana kaswende, huyu ana kichwa sababu bwana daga mchele wote hapa. <laughs> Wa mtaani najua zina kipwimpu yule pale. Eh? Zina kipwimpu yule pale ana ugonjwa wake unaitwa sponge fighter. Umeona, bwana? Uh, sponge fighter vidudu kama 12 unakuja kwa kesi. Kesi yule ana ugonjwa unaitwa uh, scholarship Sema mimi kidogo mtaalamu kwa hiyo kinyo na uzuia. Ukisikia ifinye kwa ndani ndo wanaufinyo gonjo kwa ndani. Halafu <laughs> wewe tunaye anaitwa nani? Kiji. Ah, bwana niko kampia wempea bwana. Nikunu okay ndio nitampata. Lakini kwa kuwa unataka elfu mbili ngoja. Ngoja. Je, nimpigie Hamisi, <laughs> hey, awe, so kasimu, mpesimu, apu, ni mwanangu hapa? Hamisi mpi mbili. Eh, baba. Aweso, kasimu mpe simu hapo niongee naye. E, mzee wangu uko wapi? Pobuza, ehe. Sasa kuna ndugu yangu bwana hapa apa anagonosu uti huyu e, naomba dawa zako hapa magadi na nini na super glue akoroga afanywe. Aya, sawa sawa baba babaesoka simu nakubali. Baba mzee wangu <laughs> alimeisha ile babangu. Sasa mzee wangu hapa tufanye tiba, niingia ndani nikachukua hela jelo tu, super glue kidogo na magari hapo ndani na kugorogea, unakunywa gono, bye bye. Mimi nilijua tu ndugu yako kando huyo. Cha mwenzio yani, wewe ndio cha umefanya mimi nipate malazi kama haya? Yani wewe mbaya, mimi sijajua kama ndugu yangu wewe mbaya, wanashinda mimi kunisaidia, ndugu yako jamani. Hey, tarifa zima ni present kwenye uko kumea grupo. <laughs> Zuchu! <laughs> Zuchu anogewa na gono. <laughs> <laughs> We baba we eh? Ah, ah, mimi siku moja nikijaga hapa na nyimbo zangu za kuachwachwa, unatoka mapema unaambia stop <laughs> leo nikija <laughs> we Zuchu chu na ngombe wangu ananisaidia kukatakata majani, so pisa hivi kidogo, pisa hivi kidogo, wekanjia Katanguli mama kandae mambo, kandae mambo, kandae vitu. Leo acha toni waweke wazi, e, e, e. Mbaki na mishangao kuhusu wadagaa, nataka ntoe mchanga. Ah! Zamu ya nani leo? Zamu ya Zuchu Zuchu. Zamu yake kulala nje, zamu ya Zuchu Zuchu. Baba, ah, don't waste time about your acrobatic flavor in Spongy Fighter pale katikati, anachukua mpira na kumwambia Zuchu kwamba leo yeye ni zamu yake kulala nje. Ah! Unamaliza kuji cheka cheka. Nipoanza nikwambia. Eh? Hapo. Mm. <gibu> Baba, acha kupoteza time, unajua najua mimi nawe tumekaa tu kabagani, akaniambia nataka nikae wiki moja tu. Mr. Uzandu nimekumisi Ni... eh, hasa mtoto kautaka nasemaje hovyo oh. <coughs> <coughs> mimi siwa kulala nje saa mimi na heshima zangu saa. <gibu> Ah, nakupiga hii nakubutua. Mimi jana nimekuja hapa na nani yule na mke wa kudownload, nimekaa naye pale nje, ukaniambia kaa nje, nikakaa pale nje, nichukua hela zote za mtaji hakuna <laughs> tena kuuza nyanya mpaka nikapata nyingine, nikaenda kule, nikazunguka, nikazunguka, nikakutana naye, akaniambia wewe mstauzandu, mbona jua kaa unazunguka hivi? Alafu mpendeza nisambue, nikaambia kwanza, nikalamba ulimi. Wasemaje yeah. <laughs> kani usuza wina kuelewa tangu kitambo Mr. Uzandu eh eh wewe na mimi nikipita na ulezena, kipwimpu, na rafiki yangu nani ule Zena kipimpo na tengana vitu kama nikambia ah, tulie wasemaje, unataka ndo wiki moja wiki mbili. Nikambia mna noma <laughs> baba go out, mimi ntu nzima sasa. Mimi na elimu yangu sasa, mimi sikani hii kwanza, unaiona yote ile na umwa mwenye mgonjwa kitambo tu na dawa imekuwa vile, odi ya wagonjwa mwenye mgonjwa sawa, lakini sio kukandani muwiki moja bana, yaani kidogo hata kidogo, siku moja tu mpi pola, ni njoi njo maisha mafupi. Toka hapa <laughs> baba, toka bana wewe! <laughs> analia oye. Toka, baba, <ye>.